Mitihani ya kitaifa ya shule za sekondari msingi ime... kunradhi, mpenzi, nitarudia taarifa hiyo. Mitihani ya kitaifa ya shule za msingi na sekondari msingi imeng'oa nanga rasmi ambapo watahiniwa milioni mbili nukta nne watafanya mitihani hiyo mwaka huu. Waziri wa elimu Julius Migos akiongoza zoezi la ufunguzi kaunti ya Kericho huku katibu wa elimu Julius Bitok akiwa kaunti ya Nairobi, wote wakionyesha juhudi za serikali kuhakikisha zoezi hilo linatamatika bila matatizo. Aidha, baadhi ya wanafunzi wamelazimika kufanya mitihani hiyo hospitalini kutokana na matatizo ya kiafya. Mitihani hiyo imeanza katika kaunti mbalimbali ikiwemo kaunti ya Machakos. Mitihani ya gredi ya sita kepsea na gredi ya tisa kijisia ikianza rasmi kote nchini siku hii ya leo. Asubuhi ya leo Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alishuhudia ufunguzi wa mitihani hiyo katika eneo la Litein, kaunti ya Kericho, huku Katibu wa elimu Julius Bitok katika kaunti ya Nairobi.

kaunti right so mbali mbalimbali ikiwemo kaunti ya Machakos zimeshuhudia zoezi la kufana katika mitihani hii. Mkurugenzi wa tume ya TSC kaunti ya Kirenyaga Catherine Lenairoshi akisema kuwa usimamizi wake ni mzuri. Just to assure that all centers are adequately staffed. Uh, we have uh, enough supervisors and we have enough uh, invigilators. As we are all aware we are using primary school teachers and uh, we have ensured that all schools, both primary I mean both private and public, have uh, Uh, adequate supervisors I've done very well as far as uh, the organization of the examination is concerned because we have done briefing of the examination to the various centre managers in uh, in uh, Kirinyaga. And uh, we hope that uh, by the end of uh, Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Kitui Merishano amesema kuwa wanafunzi 2105 wanafanya mtihani wa kijesia bila tatizo, hali hiyo ikishuhudiwa Malindi, kaunti ya Kilifi na Naro, kwa hasa kwa watainiwa wanaoishi na ulemavu We have around shirika letu la mitihani limeweza kuwa, limeweza kuangalia wale ambao wako na ulemavu wa macho hiyo, wanafanya ile mitihani ambayo imeweza kuandikwa katika ile lugha braille. Wale ambao wako na ulemavu ya mili pia wameweza kuangaliwa kiupande wa masaa. Aidha, baadhi ya wanafunzi katika kaunti ya Kirinyaga na Lamu wanafanyia mitihani yao hospitalini kutokana na matatizo ya kiafya, huku mmoja akifanyia gerezani baada ya kuzua vurugu. Saa hii mwanafunzi mmoja tu tumeambiwa kwa hospitali na ni wa Lamu Mashariki, na kwa hospitali ya King Fahad, na hiyo mikakati yote tumeongea na wanahusika wa NEC na tumeelezewa vile atafanya mtihani, waweze kuwa makini e, hasa wanapofanya ile mitihani, ili kusije kutokea dosari yoyote. Hatuombi hali hii ikiendelea. Serikali na wasimamizi wameonyesha matarajio yao kana kwamba mitihani hii itamalizika bila tatizo. Fredrick Kwambua, Undugu TV.